Tafiki ina jumla ya kanda jumuiya ya nne Amazo na Gabrieli mpati malaika mkuu, Jumuiya ya mtakatifu ya nabii na bi ya mwastafi Maria na jumuiya ya mtakatifu ya Benadeta. Kanda yetu ilipokea msalaba kutoka katika kanda ya mtakatifu Antoni wa Misri tarehe sita Septemba elfu mbili na ishirini na tano. Wanakanda walishiriki baada ya misa takatifu na baadaye alikabidhiwa msalaba ambao ulitembezwa mpaka kwenye familia Kwenye familia ya kwanza ya kanda yetu. Tulianza kutembeza msalaba kwa jumuiya ya moyo usafi wa Maria, basi Gabrieli malaika mkuu, Rafael Bernadeta, na mwisho jumuiya ya mtakatifu Elia Nabii. Msalaba umepokelewa kwa imani kubwa sana, mwamko na ari ya wanajumuia au wanakanda kwa jumla wakiwemo watoto. Watoto wengi walishiriki siku zote za matembezi ya msalaba na walikuwa wanashiriki kwa bidii katika kuimba na kuitikia sala na maombi. Ushirikiano mzuri wa wana wanajumuiya ulionekana katika matembezi ya msalaba. Matembezi ya msalaba ya mpana na kusali novena ya somo wa jumuiya katika jumuiya ya Mtakatifu Gabriel malaika mkuu. Hivyo jumuiya hiyo ipata bahati ya kuwa na ushiriki mkubwa kwa kwa wa waamini katika kipindi hicho. Wanakanda wa shiriki kutoa shukrani ya msalaba kila familia misalaba, kibuia, kila kisali, misalaba, kutoa shukrani ya msalaba mfano katika jumuiya ya Mtakatifu Bernadetta na kila tukapokuwa tukisali sadaka ya msalaba ilikuwa inatolewa na waamini wote. Mafanikio ya juma ni kuendelea kuona afya njema wagonjwa katika familia na jumuiya waendelea kuimarika siku baada ya siku. Baba Paroko, tunakushukuru kwa kukubali kuja kushiriki nasi katika ibada ya misa hii ya kukabidhi msalaba wa jubilei kuu kwa kanda ya mtakatifu Vincenti wa Paulo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo pokeni msalaba wa bwana msalaba wa jubilei 2025 ishara wa msalaba uwe kweli unaleta matumaini unaunganisha familia na kuimarika katika imani basi tembeni kwa uchaji na pelekeni mwanga wa Kristo katika kila kaya za parokia na jumuiya na kanda yenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na yangu sana sana.